Namba tano. Papa ni askofu wa Roma. Mamlaka ya papa inatokana na ofisi yake kama askofu mkuu wa Roma, mfuasi wa Mtakatifu Petro ambaye alikufa na kuzikwa huko mwishoni mwa utume wake. Jimbo kuu la Roma ni kiti chake na kanisa lake kuu ni Basilika Mtakatifu Yohane wa Laterani, linaloitwa mama na kichwa cha makanisa yote ya jiji na ulimwengu. namba papa ni askofu mkuu wa mkoa wa Roma. Kama askofu wa Roma, papa pia ni askofu mkuu wa kiroho wa mkoa wa kikanisa wa Roma, ambao unajumuisha majimbo kadhaa ya karibu yanayojulikana kama viti vya sabubaikarian. Miongoni mwao ni Ostia, Albano, Frasati, Palestrina, Porto, Santa Rufina, Sabina, Pogio Milteto na Valetri Segni. Cheo hiki pia kimeorodheshwa katika Anuario Pontificio. Namba saba. Papa ni kiongozi mkuu primate wa Italia neno primate linamaanisha wa kwanza na linaonyesha mamlaka maalumu ya papa miongoni mwa maskofu wa Italia. Kulingana na Catholic Encyclopedia, primate anamiliki mamlaka makuu, si tu wa maskofu wa mkoa wake bali pia juu ya mikoa kadhaa ya maaskofu wakuu wa kiro. Namba nane, papa ni mtawala mkuu wa jiji la Vatican. Mbali na utume wake wa kuongoza kanisa Katoliki, papa pia ni mkuu wa nchi. Anatawala jiji la Vatican ambalo ni taifa dogo zaidi ulimwenguni linalotambuliwa kama lenye mamlaka kamili na huru, kutokana na mikataba la ya Laterani ya mwaka 1929 na namba tisa, papa ni mtumishi wa watumishi wa Mungu. Hiki ni cheo ambacho mapapa hujipa wenyewe katika nyaraka muhimu sana, kilichochukuliwa na mtakatifu Gregori Mkuu kuonyesha kuwa licha ya mamlaka yake, Pontifex anaitwa kuhudumia kwa mfano wa Kristo ambaye alioosha miguu wafuasi wake. Usisahau kuliombea taifa la Tanzania ili tupate viongozi wanaotenda haki na hatimaye taifa letu lipate amani. Ni mimi mtumishi wenu mdogo nisiyestahili, Oscar Mkatoliki. Tumsifu Yesu Kristo.